Naam, ni za kila mitamboni, na hii hapa nijifunze mixing e bana e, nazidi kusababisha, nazidi kuchana mawimbi ndani ya Bukoli Studio. Karibu kwenye channel yetu pendwa kabisa, ambao tunajifunza mambo ya mixing na mastering pamoja na beat na mawazo mengine. E bana e, nimekaa kimya sana, ni harakati za hapa na pale na changamoto za maisha. I mean ni mbegu zilizoangukia kwenye miba zikasongwa, na shughuli na mihangaiko ya kidunia lakini hamna shida, tutatoboa tu, tunazidi kuchana mawimbi. Leo, nimekuja hapa, sina swala jingine, ni kama ulivyosoma title. Nataka nikuonyeshe plugin muhimu, basic plugin ambazo unaweza kuzitumia kufanya mixing yako. Watu wengi wanakuwa na niuliza kwamba kila bana, unatufundisha sawa, tuanze na nini? Sijui tufanye nini tufanye hapana leo nimekuja nikujibu swali hilo, na nimekuja nikuonyeshe plugin ambazo unaweza ukazitumia kufanya mixing yako, na kila mziki ukafanya, kila mziki unaweza ukafanya kwa hizi plug bana. Kuna mziki huu hapa, kuna mziki huu hapa, ngoja ni uangalie. Ni kwa nimeweka autotune pia azipo, kuna vocal hizi hapa. Hata acha Sodoma ichomwe bila sisi kutoka, hata acha bahali ifunge bila sisi kutoka Atuto kuna vocals hizi hapo, ni kama unavyosikia ni kavu kabisa, ni kavu kabisa, hizo vocals ni kavu. Hapa kuna auto tune kidogo. Je, ni nifanye kwa kazima hivyo ili tuende pamoja. Sasa nataka nikuonyeshe plug muhimu, basic plug ambazo unaweza ukazitumia na ukapata saundi kali kabisa. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kukupatia saundi kali ambayo unaitaka au ambayo unahitaji unajua siku zote kuja nikwambia kwanza kitu kimoja, milusi mingi upoteza ndege. Kwa hiyo wewe ukiwa unafuata milusi <laughs> utapotea. Tafuta mixing yako moja kali ukae nayo, usianze kunani mara imeumeka hiki umeka hiki umeka, utaenda kuharibu utayatimba. Hiyo nimekupa kama ofa, sio somo langu la leo. Kwa hiyo plug muhimu ambayo unaweza kuitumia ni hii equalizer. Equalizer yako hapa, equalizer yako hapa ni moja ya plug moja kali sana kwa sababu hapa ina upande wa bezi ambao ni hii hapa. Kuna nyingine eti mnakataga bezi, bezi inatakiwa ishuke chini. Wewe unakata bezi una, una, unapeleka juu eh? Yani kuna mwingine anapeleka juu hivi? Wewe wewe ni maandazi wewe, utakuwa ni maandazi, unapeleka bezi juu namna hii, hapa si umeongeza bezi? Hii ipo special kwa ajili ya kukata bezi. Tunaingia hapa kati, tunakuja high pass, tuna hata namna hiyo, na kama ukiona inazidi una unafanya <laughs> kupunguza kupunguza kupunguza kiwango cha mia hapo. Hii inakusaidia kukata zile low frequency hapa hivi zile sub bass, lakini hapa pia panakusaidia kukata zile midi, na huku ni upande wa high. Kwa hiyo hii ni equalizer nzuri sana ambayo unaweza ukafanya equalizer yako hapa, alafu ukawa umetisha lakini plagi nyingine ya muhimu tutatumia wevu. Wevu pamoja na plagi ambazo zimomomomu. Plagi ambao ni ya muhimu huwa ni compressor, ambayo inapatikana kwenye dynamics hizi hapa. Unakuja kwenye dynamics hizi hapa, unakuja hapa. Kuna compressor nzuri ambao haina usumbufu ni hii hapa. Kwa sababu hii ni kucheza na vocal tu. Unakata, unaweka huku ngapi ngapi, unacheza hapa na attack release hapo. Threshold hizo, gain Haya, unakuwa tayari, umemaliza ku set hii ni bonge la plug muhimu, kwa sababu hii plug huwa ina kazi nyingi. Kwanza inafanya kubalance sauti yako, ilipolala chini inanyanyuliwa. Na ilipopanda juu sana inashushwa, ndio maana ikayakuwa threshold kuweka msawazisho jamani. Lakini kuna hataki hapa zinakusaidia hizi kutoa sauti yako na uingiaji wa sauti yako, lakini kuna ratio hapa ina Piga kazi fresh sana na pia inafanya kurainisha sauti yako kwa zile nyimbo za, za taratibu za nini. Sauti yako ni, kifupi ni kuweka sauti yako vizuri inafanya kazi nzuri sana. Yeah, pa, compressor lakini pia kuna compressor nyingine tena hapa hapa kwenye dynamics, kwenye dynamics, kuna compressor nyingine hapa, kuna hiki hapa kitu kinaitwa ala vox. Stereo, Ya po naweza kuitumia hii. Hii nayo ina kazi nyingi. Kwanza hapa ina gate, ina compressor, ina gain. Umeona? Kwa oh, hiyo hii gate ni sauti ambazo uliimba mwimbaji au mwimbaji aliimba akanyamaza. Kwa hiyo oh, aliponyamaza, hii gate inafanya kufunga. Maana yake ukifanya tu ipa, usiona? Aliponyamaza inafunga. Inafunga kabisa. Kwa oh, hiyo panakuwa pasikiki pale ambapo mwimbaji hakuimba ni pale ambapo hapahusiani na sauti. Hii Arafokisi studio inafanya kazi ya kufunga lakini hapa compressor hii inafanya sauti yako yako nikuonyeshe ni mfano wa vitu vinavyopiga kazi hapa sauti ukishusha chini ni kupunguza. Ukipeleka juu, ni kuongeza. Oyo, hiyo nayo inafanya kazi nzuri sana ni plugin ya pili ambao unaweza ukatumia kufanya <laughs> production zako na mziki wako ukakaa bomba sana. Plug ya tatu sasa, hapa hapa kwenye dynamics, plug ya tatu ni de-esser. Hapa de-esser hii hapa inapiga kazi vizuri sana, kwa sababu hii de-esser kwanza inafanya sauti yako iwe na ujazo, pia inaleta kaunyororo fulani, na pia kazi yake kubwa inakata s na sh. Hata ukiingia hapa ndani kwenye preset zake mwimbaji wako, ila usifanye too much, kwa sababu hata Maandiko Matakatifu yameandika mwe na kiasi kwa kila kitu. Kwa hiyo usizani kama kwenye d unaweza ukakosa kiasi I say kuwa na kiasi ni pole pole, unafanya vitu taratibu. Hizi ni pragi tatu unaweza kuzitumia, lakini pragi ya nne Uza, tunaendelea, tunaendelea, tunaendelea, asimani kidogo, tunaendelea. Basi tulikuwa, tulikuwa kwenye plug ya nne. Plug ya nne hapa, unaweza ukaja hapa kwenye kwenye modulation hapa, kuna hiki hapa kikorus. Hii chorus ni kikorus kizuri sana, ambacho kinaweza kukufanya sasa mwimbaji wako kuanza kupata ule ulaini wa mwimbaji. Hiki ni plug basic sana ambayo haiwezi ikakosekana kwenye kwenye muda wa kufanya mixing zako. Kwa hiyo hii hapa nayo ni plugin moja kali sana ambayo inalainisha voko yako, lakini plugin nyingine hapa plugin nyingine hapa ambayo ni basic sana, ambayo ni basic sana, tumeshaweka diza hapa hii. Hii plugin nyingine hapa ambayo ni basic sana unaweza ukatumia sasa hapa kwenye distortion, unaweza kaja hapa kwenye distortion hata ukachukua hata hii hii, nao inawezekana. Inafanya mic yako inakuwa, hata kama ni ndogo, inakuwa na ujazo ambao unatakiwa. Hapa unaweka, unapata ujazo wako ambao unatakiwa sasa kwenye plug yako. Lakini plug nyingine ambayo ni muhimu muhimu muhimu muhimu sana ni livabu. Livabu ni pragi moja muhimu sana, muhimu muhimu, tena nasisitiza muhimu sana kwenye voko zako. Livabu ni kitu ambacho kinafanya sasa voko yako ianze kung'aa, lakini kitu kingine na cha mwisho upande huu ni drei. hapa lazima upate drei yoyote tu atakamania humu humu hizi hapa unapata dri yako. Hizi ndio pragi bezgi ambazo tunazitumia. Kwa hiyo ukitaka kuanza kumix, hebu fuatisha mlolongo wa hizi pragi alafu itakusaidia. Lakini pragi ya mwisho sasa, ambayo sasa ni muhimu zaidi ya zote, yani hii mwimbaji akuelewi <laughs> yani mwimbaji usipofanya hivi asidhani kama na kuelewa, ni autotuni autotune ni yoyote tu ambayo wewe unaitumia, lakini ni pragi basic sana ambayo inahitajika kwenye vocal. Sasa hizi pragi hizi ni ziweka hapa, kuna pragi zake sasa za za mastering. Mastering kuna hizi hapo pragi nime nimekuwekea hapa, kuna maselati hapa unaweza ukaitumia ukaichokonoa unapo kutaka. Ukiachana na hayo, kuna equi hapa unaweza tu ukaichokonoa hapa. Mimi kabla hapa naichukua pop master, unaweza tu ukaitumia. Maximizer ni plagi muhimu, stilio henza hizo unaweza ukazitumia, ni plagi muhimu. Lakini kuna multi scope hii hapa unaweza tu ukaitumia kwa ajili ya kuchanua na kuna hii hapa limiter. Ni muhimu sana. Hizi plug ndio plug muhimu jamani, ni muhimu . Ngoja hapa nifunge hii mastering, nionyeshe mfano wa plug zangu ambazo nimekuwekea hapo, alafu niunganishe na mziki . Sasa plug hizi nizoziweka hapa, nianze kuzima moja moja, alafu nianze kuseti nianze kuseti mambo. Sikilize vocal. Hata acha Sodoma, hata bezi imechanua hai, imekata na hapa naona voko yangu ilivyokuwa, hata acha Sodoma. Bila sisi kompresa, naweka hii Ataacha bahali ifunge bila sisi kutoka. Atuto omba samaki huyu Mungu wetu atupe nyoka. Ataki. Atuta omba mkate huyu Mungu atupe riziki. Ataacha Sodoma okay, ichomwe bila sisi kutoka. Ataacha bahali ifunge unasikia isi, unasikia hapo. Aya, la Voxy compressor. Hata hacha Sodoma ichomwe bila sisi kutoka. Atutoomba samaki huyu Mungu wetu atupe nyoka ikizima. Hata hacha Sodoma ichomwe bila sisi kutoka. Aya, gate. Atutoomba samaki huyu Mungu wetu atupe nyoka. Dizaiyo. Atuomba mkate huyu Mungu atupe mawe. Ataacha Sodoma ichomwe bila sisi kutoka. Ataacha bahali ifunge bila sisi kutoka. Atutoomba samaki huyu Mungu wetu atupe nyoka. Hapa inatosha. Alivabu. Atutoomba samaki huyu Mungu wetu atupe nyoka. Atutaomba mkate huyu Mungu atupe mawe. Hata acha Sodoma ichomwe bila sisi kutoka, huyu Mungu wetu atupe nyoka. Atupe mawe. Ataacha Sodoma ichomwe bila sisi kutoka. Nazima mix yangu. Ataacha bahari, waone kizima mix yangu, ikiwasha, tutaomba samaki huyu Mungu wetu atupe nyoka, aweka na dundo. Atutaomba mkate huyu Mungu atupe mawe. Ataacha Sodoma ichomwe bila sisi kutoka. Hatutoomba samaki huyu Mungu wetu atupe nyoka, hatutaomba mkate huyu Mungu atupe mawe. Nazani so we mwenyewe unasikia sasa. Naenda kufungua na ile mastering, yapo, nimeifungua sasa na mastering. Sikia, hataacha Sodoma ichomwe bila sisi kutoka Ataacha bahali ifunge bila sisi kutoka, hatutaomba samaki huyu Mungu wetu atupe nyoka, hatutaomba mkate huyu Mungu atupe mawe. Bana, nilikuwa kimya kwa muda mrefu, leo nimeona nikupe somo kama hili. Ukitaka kunicheki kwenye mawasiliano ni 0755 291047. Unanicheki wasapu, unanipigia kawaida, wewe tu Bye bye, niite Obedi Zekila na hapa ni Jifunze Mixing, tukutane kwenye masomo mengine.